Akikisheni nyinyi wenyewe kwanza, mnaanza kwa utabasamu, mnafurahia kazi yenu, alafu pili, mpeleke tabasamu kwa Watanzania kwa sababu ndo wito wa Dr. Samia Suluh. Lazima tuhakikishe wananchi wetu tunatoa huduma pia, zile kauli e, ngumu kutoa kwa watu wetu, hata kama na stress zako kidogo, zipungue zile kauli e, kwa sababu wao wanakuja kuijia huduma hapa, wako hiyo, lazima wewe unabafa, unapokea na unatoa ushauri mzuri kwa ajili ya huduma ye kaimu mganga mfawidhi kituo cha afya Nyarugusu. Nimempokea asubuhi kwa wageni wa kushtukiza, naibu waziri. Tumetembea kuona huduma zinavyotolewa na vitengo vyote, nimemtembeza. Ametaka kujua idadi ya watumishi, changamoto nazozipata zote, amezielewa ameziona. Akiwa na Mheshimiwa Diwani wameahidi baadhi ya wa changamoto ambazo ni ndogo ndogo hizi zilizokuwa nazo watatusaidia hivi karibuni tuta huduma wananchi waendelee kupata huduma kama kawaida. Kwa mimi nawakaribisha tena, karibuni Nyarugusu. Tunaendelea hivi, japokuwa tunazidiwa, kwa eneo tunalo capture, tunazidiwa lakini tunajitahidi hivi.